Mimi niwatolee unabii kwamba nahakika kwenye michakato ya kupatikana kwa wabunge na madiwani ndani ya CCM kuelekea huko mbele tunakokwenda, ninahakika kwamba mtagusana sana. mtagusana sana yani mtakuwa na namna mtagusana na pengine mtakavyokuwa mkigusana hapo mtajikuta na nyinyi mmeingia mmeanza mme, kuingizana sana kwenye haya mambo ya thibitisha, thibitisha, thibitisha. na nawahakikishieni patakuja kutokea mgusano mdogo sana kwenye taifa letu sana, sana, mdogo sana, mgusano mdogo sana huenda ikaja kushuhudiwa cheche iliyokuwa imehifadhi mambo mengi sana. Njoni tuzungumze, njoni tusimame, hebu njoni tufike hapa tulipofika, tuseme inatosha. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Ongera sana Dkt. Nchimbi kwa kuangazia maudhui yaliyomo, yeah, katika wimbo unaosema wapinzani wa kifa mimi siwezi kulia nitawatupa Kagera wawe chakula cha mamba. Wapinzani, wapinzani wa wa kifa siwezi kulia tutawatupa mtoni wawe chakula cha mamba. Hey, wapinzani wa kifa Umeusikia huu nasema, wapinzani wa kifa mimi siwezi kulia, ntawatupa mtoni wawe chakula cha cha mamba. Sasa mimi nataka kusema nini? huu wimbo umeimba, wapenzi wa CCM wamekaa mahali, wameamua kuimba, lakini sisi chama chetu lazima kiwe chama cha mfano. Wimbo wa namna hii ambao unaimba, hata hawana nia mbaya, wamefurahi, tunakaipokenyeka zuri hivi, lakini ule wimbo unakaa kwenye vichwa vya watu kwamba wapinzani wakifu, wa kifa mimi siwezi kulia nitawatuma mtoni, nitawatupa mtoni wawe chakula cha mamba. Haya ni maneno yanayojenga chuki hayajengi upendo miongoni mwa Watanzania. Lazima tutafute nyimbo ambazo zinahamasisha watu bila kuchochea chuki dhidi ya Watanzania wengine. Najua inawezekana kuna waliomulika jambo hili na wenda ni hao waliokutumia hiyo clip, ama umesikiliza mashauri ambayo niliyatoa katika klipu kuhusiana na jambo hili. Wateva, vyovyote, umesukumwa na nini, umefikirije, umeonaje, ukaona utumie busara hii hey, ulioitumia. Lakini pia wewe ndiye ambaye ulijitokeza immediately kuongea kinyume cha yule kijana ambaye aliwahi kusema polisi hawa tukiwapoteza msi watafute, jeshi la polisi hawa tukiwapoteza msi watafute, hapa piga makofi kwa CCM. Na leo akiinuka kijana wa CCM kwa mfano akasema wapinzani wetu wakifanya hivi na hivi, lazima tuwapoteze huyu ni kijana wetu, lakini kasema jambo la kijinga, tutalipinga na lazima tuone ni la kijinga, kwa sababu mwisho wa siku nchi hii ni yetu sote. Uliongea mapema kabisa baada tu ya ile kauli, nawe ulijitokeza. Nadhani wakati ule ulikuwa Mbea, ukasema kwa mfano eh, kijana wetu wa CCM waseme mmoja mitatu kwa haraka haraka, watu wenye kuchanganua mambo tulijua bila shaka unawezokaa unaweka vizuri ile kauli ya yule kijana. Inawezekana kabisa umepata mashauri ambayo nimeyazungumzia kuhusiana na tunakwenda wapi, tuko wapi, tumefikaje hapa, tutegemee taifa la aina gani, jamii ya aina gani. Inawezekana katika wengi walioshangazwa na kituko hiki cha wimbo huu, waliokuwa wameshangazwa, walio na kauli ya yule kijana, ingawa tumeshangazwa na kauli nyingi ambazo zimekuwa zikiwadhairi, walikuwepo vijana waliosema sisi tuliongoza kikundi, mimi niliongoza kikundi cha chinja chinja. E, kuna bwana mmoja alisema alikuwa DC mahali mambo ya mapolini polini, na mimi nilikuweko, eh, lakini agalabu kunakuwa na majibu, hata kunaonyesha kujali, hata kwa machache yanayokuwa yameonekana, walau tunakuwa tumeanzia hapo kwamba katika jamii ambayo inaonekana karibu kila atakayetokea kufafanua chochote ni anatumia lugha zenye kukera zaidi, zenye kuudhi zaidi, zenye kwa shemu kubwa, zenye jeuri kiburi cha kwamba mtatufanya nini, mnanifanya nini? Kwa mbali Nchimbi ndiye katika wengi umeonekana ni kama kuna mahala, kuna kabushara, kabushara kana kuongoza katika kusema, katika maeneo mengi unayosema, hata kama baadhi ya vitendawili unakuwa huvitegui, bado tunabaki katika sintofahamu kubwa agarabu najua agarabu, nasemaga ni mara nyingi, lakini pia wako waliotafsiri kwamba ni kwa nadra, mara chache. Aya, mi naitumia agarabu kama mara chache, agarabu kwa nadra, hata ilo moja mawili tu, mari pengi. Ukiongea hata kama kwa sehemu kubwa, unapokuja kuongea baada ya madhara kutokea, huwa haifariji, huwa inazidi kuumiza huwa haionyeshi kwamba kweli una una moyo mzuri, lakini walao afadhali wa hata atakaye kuokoa atakaye kufariji atakaye tumia lugha nzuri. Pamoja na hayo e, mimi nalo neno nalo neno juu yako na juu ya watu mlioko CCM, nalo neno ya kwamba ni kwa nini sasa e, lugha zenye utata kiasi hiki, kauli zenye utata kiasi hiki, maneno yenye utata kiasi hiki, nyimbo zenye utata kiasi hiki, wakizitumia watu wa CCM, zikifika mahali kabisa, zinaonekana ni kama kweli ni ni ni, ni kero, kwa sababu mahali mlipofika kwa shasha ni kama kuwa ndani ya CCM ni kuwa mkamilifu au kuwa mtakatifu. Hakuna tukio lilo wazi kirahisi hivi unaweza ukaona mtu yuko ndani ya CCM kasema au kafanya, anakutana na mkono wa sheria na anakutana na hatua kubwa kali ya kisheria, si rahisi hivi. Vinginevyo, kama mnaweza mkawa mmefanyia na wenyewe pengine kama mnakuwa mumegusana kwenye maeneo fulani huenda huko kwingine, lakini kwa sasa inadhaniwa chochote anachoweza kufanya mtu aliyeko ndani ya CCM ni kitakatifu, ni sahihi. Lakini kitu cha aina hiyo hiyo au kidogo, wakisema wakafanya, ambao kwa sehemu kubwa mmebrandi kama wapinzani, kwa sababu hata wale ambao pengine hawajihusishi kabisa na masuala ya chama fulani cha kisiasa, ingawa kukosoa mabaya kwa sasa huwa mnasema nako ni kujihusisha na siasa. Lakini ukweli ni kwamba ni uhubiri, ni kujihusisha na binadamu yeyote anayekosea chochote au anayefanya vizuri, ili kumwambia hili ni kosa, hili ni jema kwa mwisho wa siku mkisema huko ni kujihusisha kuchanganya dini na siasa, Yesu alichanganya, Mungu amechanganya, mhubiri yote wa haki alichanganya. Hatuna jinsi, litakalofanyika litakalotokea, yaliyotokea tumepokea na tutaendelea kuyapokea, jala ambayo hamna jinsi. Hata hivyo, e, kwa nini lugha ya aina hiyo hiyo hawa wanapewa onyo wanapewa tuonyo katazo, hakuna hatua kubwa inachukuliwa, lakini hawa wengine inachukuliwa hatua kama kusambaza taarifa za uongo kama uchochezi kama eh, na lugha zingine nyingi. Tusiende huko, tusiende huko. Nimewambia hali, kinachoendelea hakuna nayenufaika, hakuna atakayenufaika. Tahadhari tu ni kwamba e, hatua kwa mfano zinazoanza kuchukuliwa sasa za kwamba thibitisha kila unachokuwa umeongea, thibitisha e, ni hatua ambazo huko nyuma zilikuwa ziko mbali, zinaweza zikawa zinagusa watu ambao hawana ushawishi mkubwa kwenye jamii ama wako kwenye vyama vya siasa. Hizi hatua zimepiga hatua moja sasa, zimeshakuja thibitisha iko hata kwa mtu anayekuwa kwenye vyama vya siasa, manake lolote, tuhuma yoyote atakayoitoa. Nimeona hata mwandishi mmoja wa habari amekutwa na yule wa, wa, wa, wa, wa, wa Mwanza yule kakutwa na, na eneo akapewa adhabu fulani ya kulipa kitu fulani, e, bilioni kadhaa mahali. Unaona yote imeshafika sasa kwa waandishi, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wanasiasa atakapotoa tuma fulani kwamba jambo hili alikuwa sawa sikutendewa hivi likosewa hapa E, vyombo vya dola vinaingia kumtaka athibitishe. Na kwa uzoefu nilionao, namna pekee ya kuthibitisha kwenye vyombo vyetu vya dola, mmoja, utakuja kuthibitisha wakati umeumia, kuna hasara nyingi za muda na kusimamisha mambo zimepatikana. Lakini mbili, kwa teknolojia na hali yetu ilivyo, moja kwa moja ni kama kuthibitisha, lazima yule aliyekosea awe kuna document alisaini, otherwise uthibitisho wa video wa audio recording wa nini, sisi kwenye vyombo vyetu ni vigumu sana kutumia, kama ni ushahidi utakao utakaotosheleza kwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kwamba kuthibitisha eh, itabaki tu kwamba kama utaachiwa kwa sehemu kubwa, utaiona ni busara tu imetumika. E, lakini kuna suka kwa mazingira yalivyo kuna suka, ndio maana mimi nisemacho acho tu ni kwamba hata mtu ambaye anafika mawaza twende makamani, twende makamani, mtu yoyote ambaye ana mbegu ya uchaji anaweza akawa anajua kabisa kwa habari ya mahakamani. Mahakamani kuna, kuna daiwa ndiko kunakotoa haki, lakini mahakamani kuna ngazi ya sheria kimsingi. Mahakimu eh, majaji wana sheria, wanachoangaika nacho ni tactic, ni trick za kisheria, yani palikuwa na udhaifu wapi? Ni haki kweli, lakini haki ambayo sheria itaita haki ni vigumu sana kwenye maeneo mengi kuona inaangaikiwa. Haki ambayo roho yako, moyo wako unasema kweli hii ni haki, maamuzi yakatolewa kwenye mazingira kama hayo ikiwa imefika hapo, ikiwa imefika hapo, hatua inayofuata inakuja ndani ya CCM. Mimi niwatolee unabii kwamba nahakika kwenye michakato ya kupatikana kwa wabunge na madiwani ndani ya CCM kuelekea huko mbele inakokwenda, ninahakika kwamba mutagusana sana, mtagusana sana, mutagusana sana, sana yani kutakuwa na namna, mtagusana na pengine mtakavyokuwa mkigusana hapo, mtajikuta na nyie mumeingia mumeanza kuingizana sana kwenye haya mambo ya thibitisha thibitisha thibitisha, na nawahakikishieni patakuja kutokea mgusano mdogo sana kwenye taifa letu mdogo sana mgusano mdogo sana. Wenda ikaja kushuhudiwa cheche iliyokuwa imehifadhi mambo mengi sana. Njoni tuzungumze, njoni tusimame, hebu njoni tufike hapa tulipofika, tuseme inatosha. mioyo yetu na nafsi zetu dhamiri zetu na zipate thamani machoni petu, kuliko shauku zetu, tamaa zetu, malengo yetu, vyeo vyetu, ulaji wetu. Nijuacho ni kwamba lugha iliyopo sasa ni hata kama tuseme sasa tuweke sawa, taweka sawa mangapi? hiyo lugha kwa sehemu kubwa anaipanda shetani, kila mara akisema, pengine ngoja tupate nafasi hii tutaitumia kuridhiana. Sasa kuweka sawa hakuna ubaya, unaotengeneza mazingira rahisi ya kupatana na kuridhiana. Ni vizuri tungeweka kituo hapa. Mimi nimeendelea kutoa wito wa aina hii, tuweke kituo hapa. Tuangalie mapito ya zamani iwape njia iliyo njema. Tuweke kituo hapa. Mimi nawahakikishia, lugha iliyozuka kwa sasa inasema kulalamika, kulia, kufafanua ni kuondoa amani ya nchi. Lugha ambayo utaiona sasa ndo itafsirika, ukichezea amani hatakuacha. Lakini kimsingi, anayedhurumu mtu anayeua mtu, anayeteka mtu, anayeonea watu, anayeibia watu, anachukua mbinafsi, huyo ndiye anayeondoa amani ya jamii mahali popote. Mkisikia chukizo la uharibifu, maanake vitu ambavyo vyenye kuumiza, yani vitu ambavyo vilikuwa ni vibaya, ni haramu, vinaitwa halali, safi, ni takatifu na vitu vitakatifu safi vinaitwa haramu. Kulia, kulalamika, kufafanua, kupinga, kujitetea sasa kunaitwa kuondoa amani ya nchi, yani kudai haki fulani. Sasa kwa kipande kubwa kwenye tafsiri nyingi, unaona ndo kunakoitwa kuondoa amani ya nchi lakini kupora, kuumiza, kuonea, kudhurumu, kuteka, kuua, lugha kadha wa kadha, mahali unazokaa unaona zinasema zinaonyesha ni kama ndio ku, kulinda mali ya nchi ya jamii. Niwambia halo hakuna ubaya uliobeba uzuri, kesho ubaya wowote, umebeba uchungu, uzuni, maumivu kesho, na hakikishia haya mambo. Sasa yanasogea, yameshafika kwa watu wa siasa ambao wakati mwingi walionekana wako huru kumtuhumu yoyote, kumpinga yoyote, kumsema yoyote kwamba mefanya, mekosea, hapa, ili amefanya amekosea amefika hapa kukakosea, ili imefanyika hapa, ili sikupendezwa, ili sikukubali. Yamewafikia nao sasa, wametumbukia kwenye kusambaza, kesi ya kusambaza taarifa za uongo, inatakiwa wathibitishe kama ni ukweli. Njia za kuthibitisha zenyewe, vyovyote katika mazingira ya uzoefu niliyopitia mimi ni njia ambazo itumike busara tu, lakini tactic, trick za kisheria ni safari ndefu. Imefika hapo na hakikishia inakuja soon. ndani ya chama cha mapinduzi kwa neno la Mungu Majulisha. Na pengine itakapofika hapo, mtaona tuitakiwa kutengeneza toka mapema tuitakiwa kutengeneza toka mapema, wakati watu wa Mungu, mfano wakinambarikiwa walipokuwa wakishaisha na kuregulate mambo kadha wa kadha hata hivyo, eh, hii siyo shuruti, tunaweka tu wazi yale ambayo tunajua ni yaliyomo moyoni mwa Mungu kwa wakati huo. Kuyapokea liko mikononi mwenu ya kataa kaona myatumie hayo kutafuta uhalali wa um, kuwaumiza zaidi. Pengine watu wanaweza akawa wanasema kwa lugha kama hii, ni wakati ulitabiriwa, tuliopo tulitabiriwa, naweza kuchukua hatua mbaya kwa kila anayejaribu kuponya kuokoa jazi lisizame. Mulitabiriwa. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, anasema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, ili mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama afaye katika Bwana, tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki ukaribu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha.